Ambao mtakabidhiwa, naelekeza kila kitu sisi tutakapoa hizo changamoto, tutakuongezea kidogo watendaji kwa msaidia, na tutakuongezea ni kidogo vitendo visaidie kutekelezaji na tutakuengeza na vilivyo. Kwa hiyo expectation ya serikali pamoja na kwamba kuna harama za uwekeshaji, ikaone matokeo ya kile ambacho kime kimeelekeza kushauri kwamba tutayasome vizuri na kama tutakuwa na elewa tofauti kidogo, kabla hatujafasiri sisi. Tunataka tuone taasisi na miundo ya watumishi zaidi ambayo inaenda kuwapanga watumishi majukumu yao, inaenda kuwaekea madaraja yao, ngazi zao, na mambo mengi

Kwa na kuendeleza tania hi, hi, hii ajenda hii ya, nashukuru vile vile na ushsku ambao nao walikaa wa muundo wetu na leo hii tutamati yaupata. Ni imani yetu sisi kama taasisi, instrument hii au zana hii itakwenda kukusaidia sana kwenye kujipanga kutoa services zile ambazo serikali na zile. Services zetu kubwa muhimu ni mbili. Moja ni tafiti ambazo zinatakiwa si zifanyike kuleta matokeo chanya katika tafiti hii maabara ambayo ni kitu cha ngazi za certification kutambulisha bidhaa ambazo zitakuwa sasa. Kwa hiyo instrument hii ni muhimu sana kwa sisi.